Wa watu walio wa Mungu nataka nikwambie nini? Maandiko inasema kwamba wale watu wakasema kwamba huyu mtu sio yule ambaye tulimjua akiwa homba homba. Imekuwaaje? Swali ni hili: Yesu alimwambia, nenda ukanawe katika Silo, maana mimi nimekutuma. Kwa hivyo otomatikali inamaanisha kwamba mtu huyu alikuwa na hatima ya kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu, lakini watu wakaondoa hatima yake ya utumishi na wakati wameondoa hatima yake ya utumishi, basi inaonyesha kwamba mtu huyo akabaki masikini wa kutupa, akakuwa omba omba mm-hmm. Nataka nikwambie hivi, wakati ambapo wachawi ama waganga ama watu werevu wamechukua hatima yako na kuibadilisha upside down, wewe ambao ulikuwa mbegu umetumwa ama umeitwa kuwa mhubiri, wakati huo wewe maisha yako yanakuwa yako ya umasikini maisha yako yanabaki kuwa stekna, maisha yako yanabaki kuwa hayana mwanga, hayana nuru. Wakati nyota yako ama hatima imechukuliwa, maisha yako yanabaki hayana mwangaza, ndani yako unabaki katika hali ya mateso, kwa sababu hatima yako ambaye Mungu alikuitia imechukuliwa. Kwa hivyo niko hapa kukuambia hivi. Wewe ambaye unasikia nyota ya mtu imeibiwa, alafu unasema hakuna kitu kama nyota, unasema hakuna kitu kama hatima, unasema hakuna kitu kama kunyang'anywa kipao, nataka nikuambie, mimi siyo mwandishi wa kitabu hiki cha Yohana. Yohana ni mtume ambaye alikuwepo, alichaguliwa na Mungu na yeye, haya ni mambo aliyefunuliwa na Roho Mtakatifu ya kukueleza kwamba kuna uwezekano wa mtu kuchukuliwa hatima yake na akabaki tu kuwa kama nani? Akabaki kuwa homba homba tu. Niko hapa kukuambia wewe, kuna watu ambao wamechukuliwa hatima zao, wanaishi maisha ya kuombaomba watu, wanaishi maisha, ukijaribu hata kujenga nyumba unashindwa, unajaribu hata kuoa unashindwa, unajaribu hata wewe yani, unajaribu kufungua biashara zako zinashindikana unajaribu hata kupata ndoa tu upata hata mtoto mmoja imeshindikana, na walevi kule nje wanazaa watoto uchungu mzima wamejaa na watoto kule nje na hata bado hawajaoa, lakini wewe mwana wa Mungu umeokoka na huna hata mtoto unaangaika. Wewe mwana wa Mungu uko katika nyumba ya Mungu siku zote unaabudu, lakini maisha yako ni magumu. Walevi wana biashara zao, vibanda za mboga, wengine wana masupamaket lakini wewe umejaribu, ndiyo unaomba na kufunga kila siku, lakini ukienda katika nyumba yako umaskini umejaa, hauna chochote hata chakula. Nataka nikuambie hivi, ni ijalishi kwamba wewe unaenda kanisani, hatima yako inaweza kuchukuliwa. Ijalishi kwamba eti wewe ni mtumishi, ijalishi kwamba eti wewe ni mchungaji kuna wachungaji ambao wako kanisani, ndio wanahubiri, wanahubiria kondoo, lakini hatima zao zilienda. mm -hmm. Watu hao wanahubiri anamaliza kwa madebau, wanamaliza kuhubiri, akienda kwa nyumba hana chochote, anaanza kuishi njaa. Na kuna watu ambayo roho hizo hatima hizo, baada ya kuchukuliwa, watu hao wamehangaika, wamebaki tu. Watu wanafungua biashara leo, kesho vinaanguka. Wengine alianza duka akakula ikaisha yeye mwenyewe tu alifungua duka akakula ikaisha. Mwingine akafungua duka ni madeni tu, anapeana tu madeni mpaka duka inafungwa. Mwingine alichukua mpaka loni, alichukua gari ya loni. Hiyo gari imemletea shida, inaenda barabarani inagonga watu, inaenda barabarani ina, ina, ina nok. Hiyo gari iendelei tena, ameweka pesa zake mpaka zimeisha, amewacha. Wengine waliendelea vizuri, wakanunua wakanunua mpaka maploti, lakini baada ya kununua maploti makesi ziliingilia wakasema o, zile maploti zao zilikuwa na makesi. Basi zikaanza kuchukuliwa one by one. Mpaka leo navyozungumza, wanakanyaga jini, wanaenda kwa chini. Wengine walikuwa paka na vitambu, napozungumza hivi, mambo yalikuwa magumu, paka hawako tena katika ile hali. Nataka nachotaka kuzungumzia ni kwamba kuna uwezekano ya hatima ya binadamu kuchukuliwa. Kuna uwezekano eh, nyota ya mtu kuibiwa kuna uwezekano wa hatima yako inaweza kuwa inatumika mali kwingine. Kuna uwezekano wa hatima yako mtu akaitega na akaitumikia mali kwingine. Kama ujumu, mama yangu nanitazama, ndugu nanitazama, niko hapa jioni ya leo kukuambia ya kwamba Be careful. Jichunge sana, kuna watu ambao